Huku likizo ndefu ya Disemba ikiendelea, wazazi wanashauriwa kuweza kuwatunza nao, kutokana na changamoto zinazoweza kuwakabili, ikiwemo shinikizo la marika ama la, ma, la marafiki na kuweza kujiunga na vikundi visivyofaa. Haya ni kwa mujibu wa Petronila Mangala kutoka shirika waliopotea kwetu sisi wazazi Let us be careful and keen about our children. Kwanza wakati ambapo wamefunga, tusiasumu tu mtoto ako nje anacheza ama mtoto ameenda kwa anti ama nimetuma mtoto sokoni atarudi. Let us be keen about them na tufanye ile place ambao tunaishi nao watoto, yale mazingara, kuanzia kwetu ambao tunaishi ndani ya nyumba yawe friendly na nani na yule mtoto, tuepushe ama tuepushe, tue kitu ambao kinaita hostility towards the children to too hostile towards them. Let us be friends kwa sisi watoto, napo tunapokuwa marafiki kwanza sisi wazazi kuhusu mtoto, kama mtoto anapitia e, jambo fulani, ambalo ni ngumu hata ni ficha ambao mzazi angepeana kwa njia ile ambayo ni mzuri, anapata sasa mtoto anapata kule nje kwa njia ambayo ni negative. Ndio ndinafanya watoto wengi wanamea kiburi, inafika mahali hata kusikiza wazazi wao inakuwa ngumu inakuwa shida, sio kitu. Mimi ninaomba tu kwanza sisi wazazi tuwe mfano bora pale nyumbani, tuengeje watoto wetu, tuwaongeleshe, tuwe marafiki kwao, tusikue hostility. habari za Mtaani Radio ni taarifa za Mtaani Redio msikilizaji, zinaweza kujia moja kwa moja kutoka mitabendi ya 99.9 FM. Taarifa hizi unaweza kuzifuatilia kwenye mitandao ya yetu ya kijamii at Mtaani Redio, ili uweze kujua pia kile ambacho kinatokea karibu na wewe. Bila shaka yote, na meza mata kidogo, mda si mrefu narejea na taarifa zaidi. 99.9 Mtaani Radio. Mtaani Radio. Mtaani Radio. 99.9 Mta. Mtaani Radio. Mtaani Radio. Mtaani Radio. Sauti ya mta. Mtaani Radio, sauti ya mta, habari za Mtaani Radio. Karibu tena na sasa tuelekee maeneo ya Kawangware. Ni kwamba Salem Ochia mzee wa kijiji wa Kanugaga eneo la Kawangware amesema kuwa amewaelimisha wanajamii wawe makini na watu wanaoishi nao pamoja ili kuhakikisha hakuna mtu anayekuja na nia mbaya ya kuweza kuwapotosha watoto. Amesisitiza kuwa ni muhimu wanajamii kuweza kujua ama kuweza kuwajua majirani zao vizuri ili kuweza kujenga uaminifu na kuzuia visa vya uhalifu vinavyoweza kuathiri watoto na familia kwa ujumla. Aidha, Ochia amewataka azi na walezi kuweza kushirikiana na viongozi wa kijiji katika kutoa taarifa mapema iwapo watabaini mtu mwenye nia ya kuharibu maadili ya watoto akisema kuwa usalama wa watoto ni jukumu la kila mmoja katika eh, jamii. Kwa majina, naitwa Salim Uchia, mimi ndio mzee wa kijiji wa Kanungaga hapa ama Kanungaga Musa. Sisi mara nyingi kitu huwa tunapenda kufanya sana, tunaneghoti na watu wenye plot ambao ni wenyewe na caretakers wao. Najaribu sana kuwa nao pamoja ili kama kuna jambo, wao sana sana ma caretakers na wenye plot, watu tunawapigia simu, uliza, tuko na mtu hapa, je, aweza kuwa ni wa kwenu huko? Amevaa hivyo, amevaa hivi. Anasema mlete nimuone, labda ndio mtamjua, kimpeleke unakuta labda anamjua, ama nakwambia asimjui, lakini huyu labda ni sio area hiyo yetu. Hivyo ndio watu una negotiate nao. Habari za Mtaani Radio. Tukigeukia masuala ya siasa, ni kwamba huku uchaguzi wa mwaka 2027 ukikaribia, viongozi wa upinzani wanaonya kwamba kuongezeka kwa chuki na ghasia wakati wa uchaguzi, lazima swala hili liweze kushughulikiwa kwa haraka ili kuweza kulinda demokrasia ya Kenya. Wakizungumza wakati wa mazishi yaliyokuwa mbunge wa Mboni Joseph Munyao katika kaunti ya Makueni, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, kiongozi wa chama cha DPK Eugene Wamalwa na kiongozi wa chama cha demokrasia Justin Muturi wameweza tahadharisha ama ametahadharisha kuwa uchaguzi mdogo wa hivi majuzi ulikumbwa na machafuko na ni onyo tosha kwamba mageuzi ya uchaguzi yanahitajika kwa dharura kabla ya uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili na ishirini na saba. during election time

Habari za Mtaani Radio, rada ya weather kwa hisani ya Kenya Meteorological Department KDI. vipindi vya mawingu vikipishana na vipindi vya jua vinatarajiwa kuweza kushuhudiwa sehemu mbalimbali katika jiji kuu la Nairobi, inazungumzia maeneo ya, ya Mathare, Kasarani, Westlands, Dagoreti na Kibra na sehemu zingine za msikilizaji za jiji, wakati viwango vya nyuzi joto vikiwa kati ya nyuzi 16 na nyuzi 25. Dakika zimekwenda 13 baada ya saa tatu asubuhi, msikilizaji. Ndio mwisho wa habari za Mtaani Redio, saa 4, na rejea na taarifa zaidi. Jina langu ni Bonface Onsongo. Habari kwa utendeti zimeletwa kwako kwa hisani ya Mtaani Radio.